Kwenye pilkapilka pilka za mijini, watu wanapohangaika kutafuta kazi, wengi huishia kuwa madalali wa biashara za wengine, ili mradi tu riziki ipatikane. Hata hivyo, Linet Mumbua aliona fursa katika kazi ya udalali na kuamua kuichangamkia licha ya kwamba haikuwa kwenye ndoto zake za maisha. Kwa hivi sasa ni mmiliki wa duka maarufu la kutengeneza na kuuza fanicha, haswa vitanda vya kisasa hapa jijini Nairobi. Hebu tupate kina cha simulizi ya safari yake katika makala yetu ya mwanamke Bomba yanayofuata sasa. Linet ni msichana wako miaka 32, na anafanya na biashara, ni biashara ya kutengeneza furniture. Nilianza kama mtu wa kuuza, nilikuwa nimeajiriwa kwa duka ingine. Wakati huo tulikuwa tunauza viti kwa sana, lakini kuna customer walikuwa wanakuja wanasema wanataka vitanda. Vitanda maridadi hizi za visasa. Kwa hivyo hilo jambo likanikujia kwa akili yangu, na nikasema nitaanza kutengeneza vitanda yenye itakuwa ni accessible kwa customers. Sikuwa nadhani nita, nitafanya fanicha vile nilijipata, kwa sababu vile nilienda college nilifanya kitu tofauti, lakini wakati nilimaliza shule nikatafuta kazi nikakosa, nikapata kazi ya kuuza hizi furniture ndio sasa nikaenda nikaanza kuuza. Sasa mm, interest ikaanza kutoka hapo. Nikikuwa nauza, nilikuwa naweka pesa kando, naweka chenye nauza komisho, naweka pesa kando naweka pesa kando. Sasa ikafika mahali nikapata ile pesa nilikuwa nahitaji ya kuanza so ikiwa mwaka wa 2021 ndio hiyo nikaweka hilo duka tukiendelea kuna celebrity moja alikuja akanunua kitanda kwangu so akaenda, aka akaweka kwa social media kwa hivyo kuweka kwa social media ndio customer sasa wakaanza kujua tunatengeneza hizi vitanda nilianza na mafundi wawili kwa saa hizi tuko na mafundi 80 tumeamua kuwa na mafundi wengi juu ndio kazi iende haraka na pia tuweze kudeliver pia kwa upesi. Wameweza kutusaidia sisi, vijana wengi wamepotea huko, wana kazi but amepea kila kijana nafsi ya na kufanya kazi hapa na habagui, bora kazi yako iko safi. Kwa hizi workshop ni tuko na managers, manager mwenye ana deal na mafundi, lakini kwanza au mafundi wote wenye tumekuwa na wao ni watu wanakooperate. So changamoto ya mafundi tunaweza sema hatujakuwa nayo sana, juu mafundi wenye tumepata ni watu wanakooperate, na kama mtu hataweza ha kuja kazini, anasema anasema hataweza, kwa hivyo hiyo kazi tunaipeana kwa, tunaipeana kwa? We, fundi mwingine mwenye yuko. Ni ujuzi gani ama ni mbinu gani ambayo ulitumia kuhakikisha kwamba biashara inaimarika mpaka imefika mpaka hapa ilipo kwa sasa? Ilikuwa ngumu kuanza juu, ilinichukua muda kabla nianze kuuza, kabla watu waanze kuniamini. So mimi nilijikakamua kwa maana ile kitu yenye nilikuwa naangalia sana ni satisfaction ya customer. Customer akuwe satisfied na chenye tume, tumempelekea, quality yake iko sawa, juu nilikuwa najua quality ndio ile kitu yenye itanieka kwa market, kwa muda mrefu and uh, most job opportunities zimekuja kwa sababu the sacrifice ame make the hard work you know and uh, in terms of uh, management pia amejaribu sana because actually the senior most person we have is her even if hata kama ni mtu wa clinic akikuwa na shida anatafuta yeye you you know so you find that is Ha, amebuild ile bond vizuri na employees wake. Kile ambacho kimenisaidia sana ni management eh, kumanage vizuri. Na pia jambo lingine kusoma, eh, napenda sana kusoma na pia kupata ujuzi kila kwa kila step yenye nafanya mm -hmm. lazima niende kwanza nisome na ni research ni mbinu gani naweza tumia biashara pia Ikue, ikue vizuri na igro. Yes. Na wazazi wako walikuwa wametaka wewe ufanye kozi tofauti hivi? Yes. Sasa pengine wanasemaje hapo nyumbani? Eh, kazi ya kurembesha nyumba, umaridadi wa nyumbani, ni mimi nilikuwa nafanya vizuri kwa hivyo mzazi ange angeniacha ange nifanye hiyo hiyo eh, kozi ya interior design kwa sasa hivi ningekuwa na ujuzi zaidi, lakini kwa sasa wakiniangalia na wana, wanaona kazi yenye nafanya wanafurahia na wananipongeza. Kwa hivyo kwa wazazi wote naweza washauri mtoto amba, eh, kile ambacho unaona anafanya vizuri, unampea hiyo chance anafanya.